Naomba nitumie fursa hii kukupeni pole wasafiri wote ambao mupo njiani mnaokwenda Kusini, na nafahamu wako wengine wanaotoka Kusini wanaokwenda Dar es Salaam, lakini wote mmepatwa na tatizo la kukatika kwa mawasiliano na kwa hivyo kushindwa kuendelea na safari. Nimezungumza na kiongozi wetu Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, amenituma niwape pole wale wote ambao mmepatwa na kadhia hii. Ni nyote ni mashahidi ya kwamba serikali baada ya mwaka jana kupatikana kwa tatizo la namna hii, kuanzia muda huo ilifanya kazi muhimu ya kutafuta suluhu ya kudumu, na suluhu ya kudumu ni kujenga madaraja, na kwa barabara hii tuna madaraja takriban matano kwa mkoa wa Lindi peke yake. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aliidhinisha jumla akatukubalia tutumie zaidi ya shilingi bilioni mia moja na thelathini kwa ajili ya kujenga madaraja yaliyokatika. Ili daraja ambalo limekatika hapa, ilo la muda lililokatika, daraja lake lenyewe la muda mrefu ambalo tunalijenga liko limeshafika asilimia takriban arobaini kwa maana ya kwamba zile nguzo zote jumla ya nguzo arobaini na tatu zinaenda kuwekwa pale nguzo ambazo zina mita zaidi ya kumi na mbili mpaka sasa hivi walikuwa wamesha zika nguzo ishirini na saba wamebakiza nguzo kumi na sita za mita kumi na mbili ambazo zinazama chini kwa ajili ya kujenga daraja hilo lililoko hapo la mita sitini nimetoka kukagua, nimeona namna ambavyo kazi inaendelea mahala pale. Wamejitahidi kufanya kile kinachowezekana kufanya wataalamu, lakini mi kama kiongozi, nimeona bado kuna jambo ambalo halikufanywa sawa sawa. Uko uzembe ambao umefanyika pale, nitachukua hatua kali, ili siku zingine zikiwa zinatokea mambo ya dharura ya namna hii, kila mmoja aamke na ajue kabisa kwamba hii ni dharura na inapaswa kufanywa kidharura hivyo hivyo hivyo. Nimemwambia mkurugenzi pale, ninazo hatua mzitegemee, nitazichukua juu yenu na hazitawapendeza hata kidogo, zitakuwa ni hatua kali sana. Kwa hivyo wako watu wamerelax, wamepumzika. Nitawaamsha waambie wajiandae wote, na nitafanya kazi hiyo usiku huu wa leo. Kesho asubuhi watakapokuwa wanaingia ofisini watakuta tayari wanaambiwa wakapumzike vizuri. Naomba nikupeni matumaini. Msaada wetu wa kwanza ni kuhakikisha tunarejesha barabara ianze kutumika, hilo ndio la kwanza, mheshimiwa diwani, ambalo ndio muhimu zaidi. Lakini vile vile ikiwa kama wako abiria wanaothibitishwa kwamba hawa ni abiria, na hapa bahati nzuri serikali iko ya kijiji, ya kata, mpaka ya wilaya iko hapa ikiwa wapo abiria ambao wanathibitishika wako hapa na wako taabuni, sisi tuko tayari kuhakikisha ya kwamba abiria hao ambao ni wasafiri tutawasaidia, ili waweze kupitisha masaa ya machache wakiwa katika hali hiyo, na wao waweze kukaa kwa amani na utulivu. Sisi tutakuwa hapa, wala hakuna atakayeondoka mpaka tuahakikishe magari aidha usiku huu wa leo yanaanza kupita, wala hakuna mtaalamu atakayetoka hapa, na mimi mwenyewe nitakuwepo pale nikiongoza kazi hiyo.